Asante sana. Katika siku miaka zi iliyopita, eh, Rais Kagame alikuwa anasema kama anakuja Congo ni kwa sababu ya FDLR, kama anakuja Congo ni kwa sababu za chuki zidi ya kabila fulani. Sasa leo tume, tumetembea ulimwenguni kwa kuweza kutangaza yale mambo kwa kuonyesha ya kwamba FDLR ambayo Kagame anafuatilia Congo siyo FDLR ya watu, ni FDLR madini, yaani coltan, yaani dhahabu ama gold na nyingine madini ambayo inamsaidia leo kwa bajeti ya kwake, kwa sababu unajua bajeti ya, ya, ya, ya Rwanda ya mojawapo ni kutokana na madini yanayotoka Kongo, pili ni kutokana na misaada. Kwa hiyo kama tunakata msaada kutoka nje, wanakata pia mambo ya madini, serikali ya Rwanda inaanguka, kwa sababu haitapata hata fedha ya kuweza kulipa uh, wafanyakazi. Hiyo ndio kampeni kubwa ambayo tunafanya na tunasema tangu leo tunatoa mwito kwa ulimwengu mzima, ili madini ambayo Rwanda inapeleka kwenye eh, soko ya kimataifa itambulikane kama madini ya umwangaji wa damu. Unadhani kwamba makampuni ya kimataifa yatasikia sauti ya Kongo na kuja kununua madini ya Kongo? Shabaha ya serikali ni kuelezea makampuni zote ulimwenguni ya kwamba kuliko kuzungumza na mwizi, kuja kuzungumza na mwenye mali. Na sisi tuko tayari. Kama kuna vitu fulani ambavyo wanasema serikali ya Kongo haivifanye, watueleze ni nini wanataka tufanye? Alafu tufanye nao biashara. Mimi ni waziri wa biashara. Na tunajua ya kwamba kuna sheria ambazo zimewekwa kwa kuweza kuwakubali wafanyabiashara wao wengi katika nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo, kuliko kuzungumza na mtu ambaye anaiba mali ya nchi, na nyinyi mtambulikane kama wizi wa yale mali. Mkuje kuzungumza na DRC, sisi tuko tayari. Hiyo ndio shabaha ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kusema yoyote atakayenunua madini kutoka Rwanda atambulikane pia kama mwizi. Waziri, umekuwa ukiongoza timu ya wajumbe wa Rais Felix Antoine Tshisekedi kwenye nchi mbalimbali hapa barani Afrika, bila shaka ni kuhusu swala la amani huko mashariki mwa Kongo. tunaweza kupata matunda ya pitapita pita zenu? Unajua, wakati nchi inavamiwa ni lazima kuangalia njia mbalimbali ambazo mbali mbali zitasaidia kuleta amani, kama maaskofu na wengine wakubwa wa makanisa, na sisi kama mawaziri na wengine wanafanya hivyo, kwa sababu ni kwa sababu kila mtu ameelewa ya kwamba ni lazima alete mchango wake kwa ajili ya kuleta amani ya kudumu. Serikali yetu inatazamia kila mkongomani yeyote ambaye anakuwa na ma, maoni mazuri ya kuweza kusaidia nchi yetu ayalete kwenye meza, alafu tuangalie ni vipi tutaleta amani tumekuwa na uhuru tangu miaka sitini na tano sasa, lakini bado nchi yetu ingali chini. Ni lazima kila mkongomani alete mchango wake ili tukomeshe vita ambavyo vinakumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tuanze kujenga nchi ya kwetu. Mheshimiwa Waziri Julien Paluku, asante sana. Asanteni.